Hii inaitwa funga mwaka, kabla ya kufunga mwaka watu waweze ku download videos za Instagram bila shida yoyote, lakini kuna baadhi ya creators wana limit kwamba usiweze ku download video za Instagram. Sasa kuna namna ya kuweza ku download video za Instagram kupitia application ya Telegram. Kwa hiyo cha kikubwa zaidi ni utengeneze account kwanza ya Telegram, kisha tengeneza account ya Telegram. Utakachotaka kufanya kwa mfano video yangu hii nitabonyeza kwenye share button then nitabonyeza copy link. Nikisha copy link yangu nitaenda kwenye Telegram, nitaingia kwenye chat yoyote ile ninayotaka sasa nikishaingia ile chat yoyote, nitabweza pale kwenye message then nitapaste ile link, alafu nitaenda kuedit pale katikati ya www. na Instagram nitaandika d d d, alafu nitatuma kwenye chat yangu. Nikikwisha kutuma kwenye chat yangu, itatokea hii preview ya hiyo video ambayo unaitaka kutoka Instagram. Kwa hiyo ikishatokea hii preview, itajidownload yenyewe kama umenabo then nitaweza kuisave moja kwa moja kwenye gallery kwa kubonyeza mkono wangu wa kulia juu kwenye hii menu, nitabonyeza save video then nitaweza kuisave hii video katika gallery. Hii namna rahisi ya kuweza kudownload video za Instagram katika simu yako. Nawatakia heri ya mwaka mpya na muwe na siku njema.